Funa hii ndio siku ya mwisho yesiki wangu, nimejua hawa wadozi wetu hawatanikaribisha hapa tena. Wacha niongee kwa sababu Raila alipokuwa mzima nilikuwa nachukua hata wana ya kuongea. Saizi wa wadozi wetu wengine hapa hawakuwa hata kushikwa na mtu wa kanjo. To Baba the Great we want to tell our people to rise up. Rise with courage, rise with conviction. Rise with strength to fight because we know that we are stronger than our oppressors. Na nataka kuhakikishia Raila Molo Odinga mahali popote yupo sahii. Baba, siku ya leo gharama ya maisha ikienda juu, tutaenda maandamano, wapende wasipende. Asante baba. Siku ya leo karo ya shule ikipelekwa juu, tutaenda maandamano, wapende wasipende. Baba, siku ya leo, bei za bidhaa zikienda juu, tutaenda maandamano wapende wasipende.